wanaomba kumbuka, tunafaa tuombee Kenya iwe na amani. Kenya ate mi niombee Kenya? Kila mtu ajiombe, ajiombee. Mimi nifunge hapa na kuomba, na kuna wase kwa hoteli wako wanapika mimi. Imagine jioni itanimaliza saa hivi, niko hapa naomba na imagine, menye mtu anapika chapati kule, kuna watu wanachomoa smoke, alafu mimi nakaa bali ninaomba ah. Sista, halafu kuna maji huko nimekunywa na ni tamu, ati maji? Hey, wapi hapo? Pale venye fadha nakaa, kuna tarumu hapo hivyo, si hapo nimechukua maji na nikakunywa. Wa, wa hiyo, wa, wa, wa, wa. si maji ni nini? Ni divai, what divai? Hey, mama yangu hey. Game over <laughs>